TV nipo katika vijio wa vya hapa Njombe Tanzania, niko na wanangu wapenda mpira eh, tuko hapa kidogo tunapiga stori, lakini kubwa zaidi ambayo tunataka kulizungumzia hapa ni kutokana na mechi za kafu ambazo zinaanza kutimua vumbi ikiwa ni mzunguko wa mwisho kabla ya kuingia kwenye makundi kupitia michuano ya kafu, nazungumzia kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa barani Afrika na tayari hivi tunavyoongea Azam wako uwanjani wakiwa wanapambana nao KMKM KM, kutoka pale Zanzibari, lakini kesho mnyama Simba aa, kesho wananchi wanaingia uwanjani Jumamosi, hatimaye Jumapili tunamalizia na wananchi kutoka Young, Young Africans. Aa, la, nataka tu, tu, tuangalia hapa kidogo kwamba kutokana na hizi mechi ni, ni klabu moja tu ambaye imetangaza viingilio katika mchezo wake wa mwisho kabla ya kuingia kwenye upande wa makundi. Aa, sasa tunataka kujua kwamba kuna klabu ya Yanga lakini pia kuna klabu ya Azamu na Singida. Haa, wa misema, wow, hawa wote wamesema wao hawaweki viingilio watu waingie bure kwa ajili ya kuja kutazama timu zao zinapoenda kwenye mzunguko wa mwisho uh, au mtuano kabla ya kuingia kwenye makundi na kama unavyojua Azam tayari wana uhakika wa kuingia makundi tayari, mguu mmoja. Singida pia kwa mguu mmoja, lakini wenzangu wananchi kutoka Young Africans bado eh, wanasuasua mara baada ya kupoteza mchezo wao ugenini kule kwa goli moja kwa sifuri. Lia, lia. Yaani hey. Sisi tukilala tunalala wote <laughs> hey. Bwana, klabu yako le kesho inaingia kwenye mchezo wa mwisho uh, wakiwa sasa wa kufuzu mm. kuingia kwenye makundi tena mm. Ni klabu bingwa yeah. mm. Lakini wametangaza hakuna kiingilio uh, tunataka kujua kwa nini wanasema hakuna kiingilio? Ni kwamba nyie kama mashabiki hamna hela au klabu inajiweza au, au ni wananchi kwa ujumla hela imekuwa ngumu, kwa hiyo muona hapata jaza za uwanja? Hapana, cha kwanza yeah, nataka ujue sisi hii hapa mm, kwetu ni fainali cha kwanza nasema kama finali tuna yeah, kwa ham, ah, uhakika cha kwanza kwanza, yeah. Yanga ukisemea Yanga ni timu kubwa mm, na kitendo cha Yanga kuweka free no viingilio yeah, sio kwa mara ya kwanza Tanzania, tunafanya hivi, tulishafanya toka hapo, hii leo tunafanya tena kwa mara nyingine, na kwama kwa maana fulani kwa maana sisi tunavyopata tunarudisha, na kwa jamii. Umeona, Yanga ni na mashabiki na mashabiki wananufaika pia kupitia timu yao. Cha kwanza, upenzi, utazamaji, burudani. Umeona burudani ya kwanza ni watu kufika uwanja wa Taifa pale kuangalia timu yao kesho inavyochukua point tatu kwa yule mpinzani wetu wa Malawi, mm -hmm, eh, kufuzu kuendelea hatua inayofuata, na hiyo ni lazima na ni uhakika mm -hmm. Yani kama kesho tena tukimaliza tukikaa tena kijiweni kama hivi, tunaweza tukamaliza tena kwamba tukaojiana tena, kwa nini leo umebaki? Ila mimi nina uhakika kesho tunaenda hatua ifuatayo mm -hmm. mm -hmm, halafu kuweka free mm -hmm, no viingilio mm -hmm, so kwamba sisi labda ni timu ambayo tuna wasiwasi na mashabiki kwamba awezi kufika hapana mm -hmm. Timu yetu ni na mashabiki wengi sana mm. Lakini okay. Hii ni moja pia ya kurudisha mm. kwa jamii yetu kama ma... mashabiki kama sisi mm. kujitokeza kwa wingi Uwanja wa Taifa kucheki timu yao inavyocheza mm. Eh. Kitu kingine pia tunachohitaji ni support tu ya, ma... ya, ya, ya mashabiki kufika, kwa sababu pia shabiki naye ni mchezaji, mchezaji wa kumi na mbili ambaye naye ana tenti yake akishafika pale uwanjani mm -hmm. Umeona, wanasema klabu kubwa mm. siku zote duniani yeah. yoyote ile <coughs> mapato yake ni pamoja na kiingilio yeah. Katika michezo yake na huu ni mchezo wa kimataifa yeah. Na kama ni mchezo wa kimataifa basi, inategemea kwamba mashabiki wao wengi kwenda kuiona timu yao inapocheza kimataifa, na tulikuwa tunategemea timu ipate mapato makubwa, hata viingilio vingekuwa vikubwa, labda mzunguko tungeanzia elfu kumi, elfu kumi na tano, na kuendelea. Lakini nyie mmesema kwamba hakuna kiingilio kwa namna hiyo timu tayari haina haja ya kipato kwamba kwenye upande wa kipato inajiweza, naweza nikasema Yanga mpaka saa hizi sio timu ya njanja. Umeona, tuna mabosi waliokamilika wewe umeshaona umeshaona mwanzo yeah. Mambo ya supu supu, hayo tumeshafanya. Sasa hivi hatutegemei <laughs> kufanya supu tena. Kwa sababu supu tulishafanya. Sasa hivi tunategemea kufanya kitu kingine labda. Kama ngamia watu wameshakula. Eh, kuna watu hawakuwahi kula supu ya ngamia, wameshakula. Kwa hiyo sasa hivi tunajiandaa kufanya makubwa zaidi. Na kama tunajiandaa kufanya mambo makubwa, ina maana cha kwanza tunaenda na jamii yetu ile ile yeah. Wanayanga tunasema wananchi yeah. Wananchi cha kwanza kesho nataka waje Uwanja wa Taifa na mm. tunajaa kwa mfumo gani? mm. Kuna watu, eh, kuna watu hawana shilingi 2000 lakini, e, leo sisi tumetoa, tumesema wote vikendi pale, sio timu lialia. Sisi saizi e, sio watu wa njaa, sio watu wa kukinga e, mabakuli e, kama tunachinja Chani ngamia aya. Eh, kwanza th, mm, tuna uongozi thabiti, tuna bosi ambaye amekamilika, ana maelekezo me mengi mm, yani yeye kuhusu swala la pesa hajawahi kutoa kutoatoa njao kutoka kwenye media ya kutangaza mm, oh, mimi nina shida mm, nimetoa hiki nimetoa bosi wetu sisi siku zote ni okay. Yanga bingwa hebu yeah. Tuje kwenye upande wa matokeo yeah. Pameonekana kama sasa hivi Yanga inapata matokeo kama ya kusuasua ah, yanakuwa kama vile mlitegemea hata mechi ya, ya, ya mara ya kwanza pale Malawi mkiwa na, na Silva, uh, striker mki yeah. Imaliza kule kule, lakini mambo yamekuwa magumu mkapoteza ah, changamoto ni nini? Ni mwalimu kuja alikuwa bado haeleweki na sasa hivi sasa hamna mwalimu, yaani mlikuwa na mwalimu lakini bado mlipoteza yeah. Sasa hivi sasa timu haina mwalimu Vipi unaonaje? Cha kwanza ni mm, kitu kimoja mm, timu yetu ya Yanga mm, kitu kilicho tukosti zaidi mm, ilikuwa ni mfumo wa mwalimu, lakini mm, tukiacha mfumo wa mwalimu mm, naweza nikasema hatukuwa tuna mwendelezo wa timu mbili game mbili za mbele hizi hatukuwa, mm, tuna mwendelezo mzuri kutokana na falsafa ya mwalimu mm, lakini kwa haya mabadiliko tulioenda kuyafanya ndani ya mm, uwanja wa mazoezi mm, nadhani kesho watu wataenda kuona Yanga ile tunayoijua <laughs> Mwalimu kwetu sio changamoto hey. timu tayari najiweza i ile hey. Timu tayari hata ungepewa wewe, nadhani ungeweza kupanga kikosi pale, so kwamba mpaka mwalimu hey. mwalimu yeye, mfumo ulimshinda mwalimu. Na naweza nikasema na wale, wale wenzetu so kwamba walikuwa ni wabovu sana? Hapana hmm. ni timu nzuri, opponent wetu alijipanga, na alikuwa anacheza uwanja wa nyumbani. Kitu kingine, naye alijipanga pia kulinda kitu chochote nyumbani na sisi tunasema kesho, si tunamkaribisha nyumbani kwetu mm, na sisi kesho tumejiandaa vyema kumpokea na kufanya makubwa zaidi. Nadhani mashabiki kesho kama sisi <laughs> tukifika pale uwanja wa Taifa watu wataenda kushuhudia mambo mazuri. Ebu, na shukrani sana e, hapa moja sana sasa, niko na wewe bosi. mambo vipi? Hebu niambie majina yako nani? Mimi naitwa Elia Mtweve. Elia Mtweve, niambie wewe, mnyama mwananchi yako kwa akwako tu, nisubirie Jumapili. Hebu niambie sasa, hapa mtani, kama vile unamwona anaenda, akifaulu au anapotea? Ametangaza hamna kiingilio, halafu wewe peke yako umeweka viingilio tena umepandisha na bei Yeah. Uh, mimi nimeweka kiingilio kwa sababu kwanza najiamini mm. Kwanza timu yangu na mvuto, hata ningeweka laki watu wangejaa. Sasa wenzetu hawa kwa sababu kutokana na mashindano haya, mashabiki zao hawaiamini hawa timu yao kwenye mashindano, ndio maana wanatafuta mbinu za kuhakikisha wanatafuta mashabiki hata kwa bure. Na ndio maana umeona hiyo mbinu wanatumia. Azam wanatumia Singida, wote maandado kwenye mashindano haya wanajaribu ku, ku, ku, kufanya hivyo ili wapate mashabiki ilahakika Ah, sisi wewe sisi kwa hiyo <laughs> mbinu, mbinu ya milango wazi pasipo kiingilio ni mbinu ambayo inatumika na timu ndogo, -ndogo ili kutengeneza mvuto kwa mashabiki ndio maana yake hmm. Hey. Sisi kwa sababu sisi timu yetu na zamani hmm. alafu na mashabiki wetu sisi hmm. wana uhakika hmm. umeona hmm. kwa hata ungeweka kiingilio cha shingapi topi. Hey. Okay, sisi ukiweka bure atuwezi kwenda kwa sababu tunajua hmm. hiyo hayo sio mashindano hmm. hey. Hebu niambie upande wako, tukizungumzia mnyama anaingia Jumapili, na ye kidogo ametanguza mguu mmoja mara baada ya ya kumpiga msingizini yule e, goli tatu vipi e, unaonaje huku mnyama apaki basi, au tunaendelea na mbio zile zile? Aha, sisi sisi tunaendelea. E, tunaendelea kwa sababu yule mpinzani wetu kwanza na pressure mm, e, kwao na sisi hatuna pressure na chezaji wetu mwenyewe, umeona ukitoa mm, huyu mkali unaanza mkali kwa hiyo sisi wala hatuna shida lakini kumbuka ile ilikuwa mechi ya kwanza kwa mwalimu, anavyoingia tu Simba ndio mechi yake ya kwanza ile, ameenda kupiga na Nsingizini na hii ni mechi yake ya pili ya kimataifa. Umeionaje? Uh, Simba ile, ile, ile ya mwalimu aliondoka na mwalimu huyu vipi? Wachezaji wameleta wa, wa, wa utofauti kuonyesha kuna utofauti wa mwalimu au bado Simba ni ilikuwa inajiweza ile ile? Wengi wanasema kama Simba imebadilika ghafla. Simba, ili Simba, Simba bado ilikuwa vizuri tangu wakati ule lakini sasa imeongezeka kuwa bora zaidi. Hmm. Hmm. Hey, baada ya kupata kocha matatu masigala masigala mafeki nini? Okay, kwa hiyo unatabirije kesho kutwa ngapi? Ah, sisi pale bwana yule jamaa hmm, sema tunamheshimu kidogo na yeye hmm, hatutaki tumwaibishe sana lakini tunaweza kumpiga hata manne tu. Naongeza kama moja tu. Kama kawaida. Kama kawaida. Niambie majina yako nani? Mimi naitwa Aldo Sanga. mm, Aldo Sanga. Ndio Wakinga nye mna hela sana afu mko Njombe? Ah, hamna. Niambia, mnapambana sana Wakinga. Eh, tunapambana. Mambo ya kutafuta riziki. Eh, lazima utafute hela ukiwa kijana. Hebu niambie Sanga, wewe uko upande gani kati ya mnyama au upande wa mwananchi? Ah, timu yangu ilikuwa Njombe, mjisema tu. Njombe na mambo ndio. Sasa na timu hizi zingine. Housing imekuja mjisema sasa na timu hizi zingine hiyo sifuati sana. Kwa hiyo sasa, maswala ya mpira nimepaki pembeni, natafuta hela, natafuta hela kwanza. Bwana, nilikuwa na watu wangu hapa lakini nafikiri kubwa zaidi mlielewa kwamba changamoto ilikuwa ni mara baada ya timu ya wananchi Yanga, wao baada ya kutangaza kwamba hakuna kiingilio lakini Simba wao wakasema kuna kiingilio. Pamekuwa na mvutano au bishani eh, kwa mashabiki kwamba hawa wakijiona wanajiweza, lakini hawa wakijiona kwamba kama vile timu yao ina pesa haina haja kuweka kiingilio. Bado niko mtaani, nikukuhakikishia kwamba nakuchukulia maoni ya mashabiki wa pande zote mbili, kujua kipi ambacho kinakwenda kutokea katika weekend ya moto, weekend ya kufuzu, weekend ya kuingia katika hatua ya makundi ya michuano ya Kafu barani Afrika. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Asili Yetu TV, endelea kuwa nami.